La Mtanzania e, fikra yakinifu. Habari kubwa katika gazeti hilo linaandika Lowassa akasirika, aliya machozi akimwaga marehemu Mawazo, alishambulia jeshi la polisi kwa unyanyasaji, asema wapinzani sasa watajilinda wenyewe. Pichani ni mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa CHADEMA mkwani Geita, Alfons Mawazo, ukiwasili jana katika uwanja wa furahisha jijini Mwanza kwa ajili ya kuagwa kushotoni aliyekuwa mgombea uraisi wa chama hicho chini ya mwamvuli wa Ukawa, Edward Lowassa na waziri mkuu mstaafu Frederiki Sumaye. Vigogo watano TRA baroni, polisi yachunguza mali zao ya wahoji kwa upotevu wa kontena 349. Waziri Mkuu Majaliwa atangaza kusimamisha watatu zaidi. Pichani anaonekana mkuu wa jeshi la polisi Ernest Mangu. Jambo Leo linaandika watajuta. Rais Magufuli awatia kiwewe vigogo serikalini, kama takamata TRA kusambaa nchi nzima, taasisi nyingine, presha inapanda na kushuka. Watumishi wengine watatu TRA wasimamishwa kazi. Mabasi yanayopandisha nauli kiholela kukamatwa. Mzalendo linaandika. Ufisadi TRL, vichwa vipya vitatu vya treni, mabeo 50 vyatelekezwa depoti Giza nene la tanda sakata la mebehewa chakavu kutoka India, baada ya tume za Dokta Mwakembe na sita nyingine yaundwa, kitenda wili waliotafuna mamilioni ya fedha bado kutegwaliwa. Haya, sakata la makontena TRA, serikali yazidi kukunjua makucha yasimamisha kazi vigogo wengine watatu watatu. Gorofa kikwazo mradi wa maji la bomolewa. Majira linaandika, upotevu makontena vigogo, TRA now out. Majaliwa aagiza wakae nyumbani kupisha uchunguzi, wazuiwa kusafiri nje ya nchi. Zanzibar Leo: Dr Shena anasema uwekezaji uwekwa maslahi ya nchi, aipongeza Shanta Shuga kukifufua Mahonda. Majaliwa asimamisha kazi wengine TRA. Hey, kikongwe auawa kwa imani za kishirikina ni mbea huko. Nipashe: Moto wa Magufuli wachoma zaidi TRA. Kamishina mkuu wa TRA mbaroni, vigogo waliosimamishwa nao wakamatu wa kupisha uchunguzi kuhusiana na upotevu wa makontena 349 na upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni 80. Ukurasa wa saba kwa habari zaidi. Nipashe ilivyoibua kashfa ya makontena. Habari Leo, serikali yataka vigogo wajipime ni kuhusu matumizi ya hovyo ya fedha za umma. Kila mmoja ajihoji. Magufuli akimtembelea atapona. Watumishi watatu zaidi TRA a wasimamishwa kazi. Haya wananchi, onesheni mali za maofisa wa TRA. Ukatili wa kijinsia waathiri wanaume. Sauti ya watu. Tanzania Daima linaandika tutawakamata. Lowassa asema waliomua mawazo wanajulikana. Aya, Magufuli JK wagombanishwa, mvutano wa uongozi wa Ibuka upya. The Guardian uh, gazeti nalo mahususi kwa lugha ya Kiingereza uh, linaandika namna mabilioni yaliyopotea katika utafutaji wa madini ya mekiuri nyekundu. Madini haya yanatumika kutengenezea ikiwamo mabomu. Hii ni makala maalum inahusiana fanya biashara wengine kutoka mwanza kwenda Urusi. Pata nakala gazeti hilo uone kwa undani. Aya, pichani, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, mgombea urais wa zamani kupitia Ukawa Edward Lowasa watatu kushoto, pamoja na viongozi waandamizi wa Ukawa wakitoa wa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema mkoani Geita Alphonse Mawazo, katika viwanja vya furahisha Mwanza ilijana. Hiyo Sunday News linaandika hatua zinazochukuliwa katika uboreshaji wa ukusanyaji kodi wa wakuna baadhi ya wachumi na baadhi ya raia ambao wameelezea matumaini yao kwa Tanzania mpya. Kwa undani ukisoma habari hiyo. Ndivyo aswa ilichoandika haya, katibu mkuu kiongozi hapa changamoto watumishi wote wa umma kutekeleza maelekezo ya serikali ya kukata matumizi yanayoonekana kuwa si lazima, ya nasa mingine ni ya hovyo, kuokoa fedha za serikali.

Michezo. Guardian: Stars ya penya ikiwa na rekodi ya kutofungwa. Azam Football Club ya yahamisha kambi yake ufukweni. Haya, hatima ya Coutinho haieleweki. Tanzania Daima: robo finali Challenge 2015, Kili Stars kuivaa Ethiopia tena. Dirunga rasmi jeketi Ruvu, wasaka wengine wawili. Habari Leo: Stars kuivaa Ethiopia robo finali Challenge. Kombe la Kagame kufanyika Zanzibar. Nipashe: Kili Stars Ethiopia vitani tena, kesho tunaenda Zanzibar kutengeneza stamina. Ke, Kili stars ya tinga Robo m kwa kishindo. Simba kufuata dawa ya aam Zenji leo kibonzo kbonzoay chandimu eh, yendo kanichezea rafu, mbona unanipa mimi kadi nyekundu? Mchezaji anamuuliza mwamuzi. Mwamuzi anajibu nakuhurumia, bora nikutoe, atakuumiza yule jamaa. <gulimu> uruma gani huruma gani unataka kuponza timu bwana we. Aya, Mzalendo Kristas mbele kwa mbele, Nyoso akingiwa kifua. Ukurasa wa ishirini na saba kuna habari ya Juma Nyoso jambo leo. Kilistars ya yahenyesha Ethiopia wachomoa usiku kukutana tena robo finali Jumatatu Simba yaendea Azam Football Club Zanzibar, hofu ya tanda finali ya Sahel, Orendo kesho Tanzania. Uh, olaba Olaba ambakisha maguli, Stand United. Aya, nilikuwa simjui Mr. Blue zaidi ya kumsikia nani, yoyo? Gazeti na vuahika, yolo naju, yoyo, haya. Kibonzo tena kingine hapa, wa kudata. Eh, mbona unalima uwanja jamaa anapitisha trekta kwenye uwanja, anamuuliza jamaa, anamwambiaje? Naweka matuta hapa. Aya, jamaa anaendelea, si mlisema leo tutashinda kwa matuta? <laughs> kazi kweli kweli. Haya, kwenye magazeti mahususi kwa ajili ya habari za michezo za sport. Coutinho kumpisha forward, hatari ya Yanga. Kilistars ya tinga robo fainali kibabe, kurasa wa mwisho wa gazeti hilo. Aya, alianzisha nani huyo? He, si mwingine Jose Mourinho special one. Aya, Guardiola hanitishi ni kauli yake, ya engineer, uh, mhandisi huyo Manuel Pellegrini kocha timu ya Manchester City. Adimba Yanga yafanya usajili wa kaf Coutinho awekwa rasmi sokoni yaleta striker zaidi ya ngoma. Kurasa wa mwisho gazeti hilo uh, unaandika kazi ipo Man United, Man United, Leicester City ngoma draw, Vardy aweka rekodi, Man City yarudi kileleni. Aya, Barca yapiga tena nne na Neymar tishio. Aya, kijiwe chetu I say king, na jana umeipeleka kili robo fainali, unataka sifa eh, au au ili upewe stars huku <laughs> sasa ni kuharibiana CV huku. Haya, unaniuliza, unaniambia kibonzo hicho. Raha, lete raha. Pluim agoma ngoma kuuzwa bara kuiva tena. Ethiopia kesho, kurasa ya mwisho gazeti hili kitawaka. Chelsea, Arsenal, Liverpool ni moto leo, Manchester City yazinduka. Spoti starehe linaandika Coutinho ampisha striker hatari Yanga ukurasa wa mwisho gazeti hilo, ngumi jiwe Bayern Munich sasa imeanza kupigana ili kuhakikisha inambakisha kocha wake Pep Guardiola pamoja na kuwepo madai ya kukubali kujiunga na Manchester City msimu ujao. Mourinho bado kwa John Terry. Sport leo linaandika Simba yapata kama Okwi challenge. Kurasa wa mwisho gazeti hilo linaandika ni Chelsea versus Tottenham, hiyo ni London derby.